Asante kwa swali ndugu Kuringe Mungi, umeuliza kuhusiana na eh, jimbo la Dodoma mjini lilogawanya na kuongeza jimbo la Mtumba. Jimbo la Mtumba lilimemegwa kutoka kwenye jimbo la Dodoma mjini, na jina la jimbo linalobaki ni hilo hilo Dodoma mjini. Na swali hilo toka kwa Malongo Mbeho wa Msimamila Dayo, eh, jibu lake ni hilo hilo. Uh, mjibu kwa, do, kwa, kwa Dodoma mjini, lakini lipo jimbo kama Mbeya mjini limemegwa ikaanzia jimbo la Uyole na linalobaki linaitwa Mbeya mjini, hivyo hivyo kama ilivyokuwa Dodoma.